Bana na, na kuelekea mchezo wa kali ya kodabi siku ya tarehe 8 Jumamosi majira ya saa moja na robo usiku Yanga African wakiwa wenyeji wa mchezo huu dhidi ya Simba Sports mengi yameendelea kuibuka. Mengi yameendelea kuzungumzwa katika vijiwe vya kidijitali ki kuelekea mchezo huu, huku kubwa zaidi ni refa ambaye ametajwa kuongoza mchezo huo Ahmed Arajiga kutoka Manyara, ambaye kwa sasa eh, ni moja ya wa waamuzi ambao ni bora na wanaaminika na FIFA eh, kwani tayari ameshachaguliwa kuchezesha moja ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia eh, utakaopigwa huko nchini Malawi. Lakini pia kubwa zaidi kwa upande mwingine ni namna ambavyo

wamekuwa kimya kupromote yani, uh, kuupa e, hamasa mchezo huo e, ambao wao ndio wenyeji kwa sababu Ali Shaban Kamwe, afisa habari na mawasiliano wa kikosi hicho e, tayari ameshapigwa rungu na TFF la kuto kujihusisha na soka kwa miaka miwili kutokana na kauli e, tata ambazo aliwahi kuzitoa kupitia mitandao yake ya kijamii akiwashutumu moja kwa moja waamuzi kwamba inaonekana kuna mapenzi e, na, eh, namna ya tofauti wanafanya ili kuwapendelea Simba Sports. Kwa hiyo inaonekana kabisa mchezo huu eh, kwa upande mmoja kama umepoa hivi lakini mashabiki huko mtaani wanaendelea kujiandaa kuelekea na mchezo huo. Lakini pia ishu kubwa nyingine Ahmed Ali, afisa habari wa kikosi cha Simba, yeye pia amenusurika kupewa adhabu yoyote, lakini amepewa onyo kali kuelekea sasa e, katika, katika, katika e, shughuli zake za kila siku, kwa sababu naye alikuwa kuna baadhi ya maneno kama maneno aliyozungumza wakati akifungua tawi pale jijini Dar es Salaam, eneo ya Mbagala akisema kwamba maadui wa Simba Sports ni Young Africans pamoja na Singida Black Stars.